Rifat Salum fa nyingine tena akiwa amedondoshwa. Yusuf Ahmed namba 18, Jafet Jofrey nafasi leo, wanatangulia vijana wa Jeshi la Akiba mpira ambao ukaonekana kama ungekuwa na madhara makubwa vijana wa zishi kondo hapa. Na, anaitwa Premji Stefano yule. Na wamenyanyua hapa vijana wa Jeshi la Akiba wamenyanyuka, Nili uko pembeni huku ikazungushwa maridadi kabisa na beki wa kulia Rifati Salum, wakati anaokoa mchimbe akakuta akaokoa kwa, kwa mtu na mtu mwenyewe sio mwingine ni Premji Stefano kwa usindikiza nyavuni, wametangulia vijana wa Jeshi la Akiba. Yes. Wakitengeneza shambulizi lingine tena, kama wanaweza kupata chochote kitu tani ile, ingiza ndani tena. Huku anajitengenezea nafasi ya kupiga shuti lile, wanasawazisha dakika za jioni kabisa hapa lolote linaweza likatokea hapa. Komba Isaac liweka mpira ule, akajitengenezea, akapiga mwenyewe shuti lile, golkipa pamoja na kuruka kweli kweli.